na leseni ya udereva daraja E au C si ya uendeshaji wa magari ambayo ameifanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka moja bila kusababisha ajali. Lakini pia hakikisha unakuwa na cheti chako cha mafunzo ya udereva kutoka VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara ni kwa kuzingatia TGSB, na nafasi nyingine ni dereva wa mitambo daraja la pili. Hapa kuna nafasi mbili. Kuendesha mitambo kikamilifu bila kusimamiwa, hizo ni majukumu ya kazi. Kuweka vipimo mbalimbali vinavyotakiwa kufuatana na kazi anayofanya na jinsi atakavyoelekezwa na kiongozi wa kazi hiyo, kuandika vizuri dogo. Sifa za mwombaji: mwajiriwa mwenye cheti cha kidato cha nne au leseni ya dereva daraja G ya uendeshaji mitambo pamoja na ujuzi wa kutunza vyombo mbalimbali vya mitambo hiyo, wenye uzoefu wa kuendesha mitambo greda kwa muda usiopungua miaka mitatu au miezi mitatu bila kusababisha ajali. Ngazi ya mshahara ni TGOSA. Masharti ya jumla ni kwamba waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka kumi na nane na sio zidi miaka 45. Hakikisha umeandaa CV yako iliyokamilika ambayo ina email address inayopatikana na majina matatu ya wadhamini wa kuaminika . Maombi yako yaambatane na vyeti vya elimu na taaluma, lakini kama ulisoma nje ya nchi hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na taasisi zinazohusika kama TCU, NECTA pamoja na NACTVET. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu na anwani. Hiyo elekezwa kwa mkurugenzi wa manispaa, manispaa ya Iringa, SLP 162 Iringa. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 27 Novemba 2025. Maombi yote ya kazi ya tumwe kwenye mfumo wa kielektroni wa ajira poto anipoto.ajira.go.tz. Hii imetolewa na Mkurugenzi wa manispaa, manispaa ya Iringa. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like na share video hii. Sante na karibu.